Taarifa za wapiga kura hao ziliwekwa wazi kuanzia tarehe 12 hadi 18 Disemba mwaka 2020, Septemba mwaka 2025 na kupelekea jumla ya watu 8325 kuondolewa katika daftari la wapiga kura baada ya kuthibitisha kupoteza sifa. Sifa, watu hao wote walipoteza sifa baada ya kufariki. La pili, tume imelifunga rasmi daftari la kudumu la wapiga kura ili kuwezesha maandalizi ya siku ya upigaji kura kama tunavyojua kuwa kipindi cha ufungaji wa daftari kinaanza rasmi tarehe 18 Septemba mwaka huu hadi tarehe 21 Novemba mwaka 2025 kama inavyoelekezwa na kifungu cha saba cha sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018. Hiyo baada ya kufunga daftari kwa mujibu wa sheria, sasa imeipa fursa tume kuendelea na taratibu nyingine kuelekea uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka huu, kupiga kura ambao ni halali wa kupiga kura ni laki saba na kumi na saba elfu mia tano na hamsini na saba, ambao wapiga kura hawa ndani yake kuna wapiga kura watakaopata fursa ya kuomba kupiga kura ya mapema. Kwa hiyo hao baada ya maombi kutimia na baadaye tume ya uchaguzi itawatangaza kwa kila jimbo kwa kila shehia ambao wameomba na wamekubaliwa kwa mujibu wa masharti ya sheria ya uchaguzi.